Le, mm -hmm. Leo ni siku ya Kanumba Day kama alivyokusema awali, namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Mungu ameonyesha mkono wake, watu wameitikia kwa wingi sana, wasanii, mashabiki wa Kanumba, wananchi wa kawaida. Yaani, nimeshangaa watu wamekuwa wengi, namshukuru Mwenyezi Mungu. Tumetoka hapa nyumbani tukala chakula cha mchana, tukaenda makabulini, akaja mchungaji, tukasali, tukamaliza. Mimi kwa kweli tangu amefariki Kanumba sifaidi chochote na wasanii, siwezi kuwa laumu, labda hawana ila. Katika nani hizi, kazi za Kanumba mi naona zinauzwa tu zinaenda, lakini sifaidiki chochote eh. Kwa hiyo mimi cha kwangu, namshukuru Mungu, mwanangu alale salama. Katika siku ya leo Lulu akujitokeza, lakini mama yake, namshukuru, ameonyesha ujasiri wa hali ya juu pamoja na maneno na mambo yote yaliyopita ameweza kuja na shada la maua, japo hatukusalimiana, lakini mimi kwangu mimi nimemsifu kwamba ni mwanamke shupa, shupavu, ameweka shada akashiriki ibada, kisha tukaachana. Msanii Elizabeth Michael hanisaidii kwa kitu chochote, hata ile simu. Mimi sihitaji msaada wake, isipokuwa nilikuwa nahitaji faraja kutoka kwake, anipigia simu, mama, shikamoo Mama you anidanganye hivyo, ndicho kitu pekee nilichokuwa nahitaji kutoka kwake. Sihitaji hela wala nini. Kwani mama yake alivyokuja, si nimefurahi na nimemsifia kwamba mama Lulu ni mwanamke shujaa. Yaani ameonyesha ushujaa na ameonyesha kwamba ameguswa yeye, kama mzazi ameguswa na, na, na siku ya Kanumba dei.